Kuna ile World Trade Organization yes. WTO uh, tungependa kuhimiza kwamba WTO uh, ifanye juhudi uh, ilete mataifa pamoja kwa meza uh, kuzungumza haya maneno na kuna uh, ile appellate board katika WTO ambapo watu wakiwa na shida wanapeleka rufani kwa, kwa appellate board sisi tunasema kwamba ni vizuri hiyo appellate board itengenezwe mara moja, kwa sababu imekaa tangu 20, 2011 haijafanya kazi, na ndio kwa sababu labda tunaanza kuona matatizo, kwa sababu mataifa labda hayana njia nzuri ya kutatua haya maneno. Hilo ni jambo ambalo ni la muhimu sana, na katika bara la Afrika itakuwa juhudi la African Union uh, waitishe kongamano haraka, ama mkutano haraka wa wataalamu wa mambo ya biashara, tuwe na position moja ambayo tunaweza iweka kwa meza. Kumbuka, mheshimiwa William Ruto ndio mwenyekiti wa East African Community, na yeye amekuwa mstari wa mbele akishirikana na SADC ambayo sasa mwenyekiti ni uh, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe. Tumeweka, tumeunganisha process ya Luanda na ya Nairobi tumeita EAC SADC Unified Process, Merged Process, ili tulete vikundi vyote ambavyo vina shida kule DRC, uh, pamoja na serikali ya DRC pia na serikali ya Rwanda na wengine, ili tuwe na kikao ambacho kiko na program moja, na hii process imepewa e, e Imekubalika na African Union na pia imekubalika na United Nations.